Mi nawaambia na nyinyi wa baba huyo, mzungu wabagui anaingia mpaka kanisani. Uniona ile ameingia mpaka kanisani, anadasa mpaka mabeti kanisani. Lakini lakini, jamani, nyinyi wanawake ndani ishiwa bado mnajishusha kamani hivyo? Lakini mtu mmoja anarua watu elfu ngapi, bwana? tamaa gani? Tamaa hiyo bana. Angalia sasa mitandaoni, wako wengine wanajiua, wengine wanakunywa sumu. Tena huyu jamaa hana ugonjwa mmoja, ana ukimwi, ana ukimwi na kuna ugonjwa mwingine sijui unaitwaje, unataja jina lake. Na wengine wale mpaka watu wanaofanya kazi jamaa safari huko, jamaa anarua hey. Mabitu wanaofanya kazi bana.

<laughs> wale ambao kokaoli nilitumana hizo vitu ni, ni, kwa woli hata zingine ni mbaya zaidi kutu, siwezi kuzituma kwa baada, maana utaukuliwa uchi wake ako na bwana wake na na watoto wake, anaandikwa huyo nama amevunja ndoa nyingi ameharibu ndoa nyingi. Sasa angalia angaria, niamelana na hao wote na mwe promise ya baba anawaoa na wafanyia harusi. Jamaa huyo ameenda kushikwa Canada. Wewe na wale unakuja kwa leo. Wale wako ni hiyo big internet hiyo. Unajiona hapo, hiyo ndio harusi yako. Hapo jaribu kuwa makini. Tafadhali. Mnaelewa? Wewe ni makini kwa ukina purity. Au, au mzungu anachafua nini yani? Eh? Anakuja hapo shule. Eh? Anakusalimia hapo shule, naona eh, nimetabiria na wazungu naona ni sile, ni shirika linakupa support kwa na kupatia support nyingine, si hiyo support ya katikati ya miguu. Kwa hiyo mchunge, badala zetu mshikulie mateka mateka na mna hiyo, kwa mama zetu mshikulie mateka mateka na mna hiyo, mtu anakuja na mambo yake anawaharibia, alafu yeye anarudi kwa yaani mtu mmoja, watu elfu moja kama nikipata washirika elfu hizo, wote silikikuwa mbele, lakini mzungu anapita nao, yaani amefungua kanisa. <laughs> Hao wote ni washirika. <li> before upate mtu, anza kukaa naye, mchunguze, uone mienendo yake, kama ni wale wale, bado unatai

hiyo kitu imesambaa vibaya, watu wanalia, mama wanajinyonga, mama wanakunywa sumu za panya, kwa sababu hiyo aibu jamii yote inajulikana. Utaenda kusalimia nani? Mambo lipita na kuzungu mbayo liko na magoi kwa makini ao mengine, utasikia hapa kanisani sasa hivi kicocote sasa hivi kifanyika, wewe mitandaoni tayari. Ukitoka hapa kajiangalia, unajiona kwa hivyo unakuwa magini. Kuna, kuna wengine unamuona ana miwani yake miwani yake si miwani. Nimeona mtu ana miwani kama hii I, I, I, I, I, ya, lima, lima kuna mahali ina- ina record hiyo lakini sio yako, hiyo si ya kurekodi wala tu ni- mapenzi nimapenzi nakwambia kwa nguo namuona miwani <gurani> usikizi mambo ya kurekodi. Kuna vitu vingi anaweza weka hata kwa ndevu hapa, anaweza weka mpaka kwa kichwa. Wewe unaona ni kama mbele nikastika kumbe nikarekodi.

pia naye anacheza mziki. I love you. I love you. I love you. Unajua nasifaje? Hebu hebu jaribu heluka tafadhali nikushike usikie haya. Kaka alifanywa hivyo. Huyo mshirika wangu, si nilitumana hapo, nikauliza, ni dada namjua. Hiyo sai kuja sana, kaa na miaka miwili sasa, lakini sai utamwona tabia mbaya. So tumemaliza maombi. Mungu awabariki, tubaki na wamuz